Kampuni kubwa ya teknolojia ya Apple iliandaa safari za mizigo kwa ndege kusafirisha tani 600 za iPhones — ambazo ni takriban milioni 1.5 — hadi Marekani kutoka India, baada ya kuongeza uzalishaji huko kama juhudi za kukwepa ushuru uliowekwa na Rais Donald Trump, vyanzo viliambia Reuters. Maelezo haya yanatoa mwanga kuhusu mkakati wa siri wa kampuni hiyo ya simu ya Marekani katika kukwepa ushuru wa Trump na kujenga hifadhi ya iPhones maarufu nchini Marekani, ambayo ni moja masoko yake makuu. Apple walitaka kukwepa ushuru, alisema mmoja wa vyanzo vilivyo karibu na mpango huo. Kampuni hiyo ilishawishi mamlaka za uwanja wa ndege wa India kupunguza muda wa kusafisha mizigo bandarini katika uwanja wa ndege wa Chennai ulioko katika jimbo la kusini la Tamil Nadu kutoka saa 30 hadi saa 6, chanzo kiliongeza. Mpango huu unaoitwa green corridor kwenye uwanja huu wa ndege katika eneo la viwanda la India ulifuatilia mfano ambao Apple hutumia kwenye baadhi ya viwanja vya ndege vya China, chanzo kilisema. Takriban ndege sita za mizigo zenye uwezo wa kubeba tani 100 kila moja zimesha safiri tangu mwezi Machi, mojawapo ikiondoka wiki hii, wakati ushuru mpya ulipoanza kutekelezwa kwa mujibu wa chanzo hicho na afisa wa serikali ya India. Apple na wizara ya usafiri wa anga ya India hawakujibu ombi la kutoa maoni. Vyanzo vyote vilitaka kubaki bila kutajwa, kwa kuwa mikakati na mazungumzo haya yalikuwa ya faragha. Nchini India, Apple iliongeza usafirishaji kwa ndege ili kutimiza lengo la kuongeza uzalishaji kwa asilimia 20 katika viwanda vyake vya iPhone, hatua iliyofanikishwa kwa kuongeza wafanyakazi na kuongeza muda wa kazi katika kiwanda kikubwa cha Foxconn India hadi Jumapili, chanzo kiliongeza.